sawa sawa sawasawa, hapo Mike, sawa sawa hapo. Mjumbe wa kasi ndo nimeingia, mjumbe wa kasi ndo nimeingia, hapo mjumbe wa kasi mama, sije kuona huko FM eh. Na ulihusika pia kwenye vikao, bila shaka, naona taarifa ya kwamba wale mabwana ambao walikwenda kushtaki CAS wamekula za uso. If that the case, na mimi nataka kuamini kwamba ile ni hukumu halali kabisa, kwa sababu uh, bodi ya ligi Tanzania, bodi ya viwango vya juu sana Niliona taarifa yao wakithibitisha kwamba wame, mbona eh? taa zinazidi kupungua, washeni taa, nataka nionekane nionekane. hmm. <laughs> vizuri <Kana> eh? <laughs> Safi, mwenye taa ni nani huyo? William Kumba, ah, ebu nawe zima kidogo tuone, zima tu eh, basi tuhojiane hivi hivi, tuashe tufurahi kidogo. Kama hivyo ndio ndivyo ilivyo, na kama hiyo ndio hukumu sisi Simba Sports Club tumefurahi pakubwa sana lakini, kama kuna Mtanzania yeyote ama kama kuna kiumbe yeyote alikuwa anategemea ama ana matumaini ya kwamba wale mabwana wangeshinda ile, kasi, ile kesi kasi, huyo ni katika watu mapunguani. Ni katika kesi ya hovyo mno kuwahi kutokea duniani. Kwa hiyo sisi tulijua mganga wanajite mtakosa hewa mmejibana sana, mgerudi kidogo nyuma. Ah, kusema kweli, kusema kweli mechi ya leo ilikuwa ngumu sana, ngumu sana, na mimi kwa dhati kabisa nichukue nafasi hii kuwapongeza eh, Mashujaa Football Club wametupa mchezo mgumu sana hii leo. Walikuja na mpango mzuri, walikuja na plani ya kueleweka ya kiufundi, ya kuweza kutuzuia na of course wamefanikiwa kutuzuia. Ee, nafikiri msimu huu katika mechi ambayo imetupa wakati mgumu kwenye mechi zote mbili basi ni Mashujaa. Mechi ya kule kwao Kitanganyika ilikuwa very tafu dakika za usiku kabisa tukaenda tukapata bao. Mechi ya leo hapa, benja, hapa eh, KMC na kwenyewe imekuwa ngumu kweli kweli. Eh, Mashujaa walikuja na mpango mzuri kweli kweli wa kukaba, kuzuia na kucheza, na bahati nzuri Mungu akawa upande wao wakapata bao la mapema kabisa la Jafar Kibaya, wakatengeneza mlima kuwa mgumu na mzito kweli kwa upande wetu. Tukalazimika e, kwanza kusawazisha bao hilo tutafute na bao la ushindi. Hasa kwa timu ambayo ilikuja na mpango mzuri wa kuzuia alafu unapata kazi ya wewe kusawazisha alafu urudishe inakuwa ni mzigo mzito kweli kweli. Lakini tulitegemea aina hii ya mchezo kwa sababu ya ugumu waliokuwa nao wapinzani wetu, lakini wanapigania malengo yao. Ukiwaangalia hawapo kwenye mstari wa kushuka daraja lakini pointi zao na wale ambao wapo kwenye mstari wa kushuka daraja ziko karibu kweli kweli. Kwa hiyo wanatafuta pointi za kujiweka salama, na wanapata wapi hizo pointi? Ni kwenye mechi kama hizi ambazo zimeisalia, na ndio maana mechi ikawa ngumu kweli kweli, lakini kama haitoshi wana mwalimu mzuri sana, Salum Mayanga, moja kati ya the best coach hapa Tanzania. Ana experience ya kutosha, ameocheza huu mpira ame, amefundisha timu nyingi kweli kweli, ana exposure ya kimataifa akiwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kutengeneza na kusuka mpango mzuri, lakini kama haitoshi eh, ni mwalimu ambao ana uwezo wa kucheza mechi kubwa bila pressure aina yeyote ile, na akafanikiwa kutuingiza kwenye mtego na akafanya mchezo kuwa mgumu. Lakini yote kwa yote, sasa mashujaa wakasahau kitu kimoja, discipline, kwamba nidhamu ndio ingiwawezesha wao walau kupata sare ama hata kupata ushindi. Hawakuwa na nidhamu hasa baada ya ku ya kuongoza bao moja, wakawa wanacheza madhambi mengi, wamepewa kadi nyingi za njano, wameonyeshwa kadi nyingi za njano goli kipa wao wakaenda kufanya makosa ya kitoto, akaadhibiwa kwa kadi nyekundu. Wachezaji waka wao wakawa wanafanya makosa ndani ya 18 wakazalisha penati mbili, na wakasahau kwamba hii ni Simba Sports Club ambayo ina uwezo wa kupush, ina uwezo wa kupressi kwa dakika zote tisini. Tuna wachezaji ambao hawakati tamaa mpaka filimbi imalizike. Hicho ndio kitu ambacho wao walikosea. Wangeweza kusimama kwenye mstari wao wa kucheza kwa mpango wao na kuweka discipline juu, wangeweza kupata kitu. Kitendo cha kutokuwa na nidhamu ya mchezo kimewagharimu, tumewafanya vibaya, tumeondoka na alama tatu na mechi ilikuwa ngumu. Kawaida ya kiumbe hai yoyote yule huwa hakubali kuchinjwa kwa wale ambao wameshachinja lazima atakukuruka tu e, lazima afanye vurugu, ndicho ambacho amekifanya. Ame, ame Mashujaa ilikuwa lazima tumchinje tu. Sasa tuna mchinjaje? Ndio alikuwa anapapatika, lakini yote kwa yote kisu kimepita nyama, akaondoka na alama tatu. Sherehe zinaendelea, tuna sherehe ya fainali, tuna sherehe ya kasi na tuna sherehe ya kumnyoa Mashujaa. Leo tuna nini? Kama ni kweli waliahidiwa pesa kama ni kweli, I'm not sure. Kama ni kweli waliahidiwa ilikuwa ni, ni, ni kiasi gani? inasemekana milioni 100. Inasemekana milioni 100 umesema wewe, kama ni, ni milioni mia kweli, wawape hamsini, ha, ha, wawape tu wawape. Sema kweli, uh, vijana wamejituma mno wame mimi mwenyewe kama ningekuwa na fedha ningewapa. mm -hmm. walahi ladhim wamecheza, wame, wame out of the power wamecheza nje ya kiwango chao. Ni kwa sababu pengine ahadi ilikuwa inawazuzua ina, ina, sasa kama ni kweli waliwaahidi ushindi, oh, umesema sare ndio ilikuwa, basi wawape tu hiyo wa hamsini, kusema kweli wamejitoa wa mno wamejitoa sana kusema kweli wanastahili, wanastahili kupewa chochote wasiwaache kavukavu hata ishirini na tano wawape.